Kila mtoto anapozaliwa huleta pamoja na yeye tumaini jipya, maisha mapya na wajibu mpya. Lakini je, tunajua kwa kina mahitaji ya mtoto mchanga katika siku, wiki na miezi ya mwanzo ya maisha yake? Leo kwenye Moyo wa Malezi tunachambua mambo matano ya msingi ambayo kila mzazi au mlezi anapaswa kuzingatia, kitaalamu, kisayansi na kwa upendo wa kweli. Mimi ninaitwa Muhere madamu. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunashirikiana kukuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya mtoto wako, kwa ajili ya familia yako, na kwa ajili ya jamii nzima. Karibu na tuanze. Hoja ya kwanza ni mawasiliano ya awali na mtoto, ambao hii tunaita bonding, kushikana kuongea na kumwangalia mtoto wako anachofanya, sio tu kupendeza bali ni tiba. Tukiangalia ushahidi wa kisayansi hapa, tunaangalia utafiti kutoka Harvard Center on the Developing Child unaonyesha kuwa mawasiliano ya mapema kati ya mzazi na mtoto kupitia sauti, tabasamu na mguso huchochea ukuaji wa ubongo kwa kasi kubwa. Hii inaitwa serve and return interaction. Mtoto wako anahitaji kuonekana kusikiwa na kupendwa hata kabla hajajua kusema. Huu ni msingi wa kujenga utu wake. Hoja namba mbili ni unyonyeshaji wa maziwa ya mama. Maziwa ya mama si chakula tu, ni chanjo, ni kinga, ni upendo katika mfumo wa kuaminika. Ushahidi wa kisayansi kutoka WHO, tunaona kwamba WHO inapendekeza unyonyeshaji wa pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama yana kinga mwili kama IgA ambazo hulinda mtoto dhidi ya maambukizi ya bakteria na virusi. Kila kunyonyeshwa ni zawadi ya afya kwa mtoto na ni kinga ya maisha isiyopatikana hata kwenye dawa bora zaidi. Hoja ya tatu ni usingizi salama na mazingira ya mtoto. Usingizi ni muda wa ukuaji wa ubongo, lakini pia ni eneo lenye hatari kubwa kama hatutakuwa waangalifu. Tukiangalia ushahidi wa kisayansi, tafiti zimeonyesha kuwa kulaza mtoto chali, ambao hii tunasema on their back, hupunguza hatari ya kifo cha ghafla cha mtoto, ambapo SDS, ambao hawa ni Sudden Infant Death Syndrome wameona hili kwa zaidi ya asilimia hamsini. Tukiangalia chanzo cha hizi tafiti ni kutoka American Academy of Pediatrics. Hapa tunaangalia kwamba mazoea madogo ya usalama huokoa maisha ya mtoto bila sisi kujua. Hoja namba nne ni kuchunguza na kufuatilia maendeleo ambayo hii tunasema ni growth monitoring. Watoto hukua haraka kuliko tunavyodhani, lakini je, tunafuatilia ipasavyo kila hatua hiyo? Tukiangalia ushahidi wa kisayansi hapa, kulingana na shirika la afya duniani, kufuatilia uzito, urefu na ukuaji wa kichwa huweza kugundua matatizo ya lishe, ukuaji au hata matatizo ya neva mapema kabisa. Afya ya mtoto sio tu kuugua tu, ni kujua afya kwa usahihi. Hoja namba tano ni malezi ya hisia na utulivu wa mazingira. Mtoto hujifunza kupenda, kuamini na kujiamini kutokana na mazingira anayokulia. Tukiangalia utafiti wa kisayansi hapa, utafiti wa Johns Hopkins unaonesha kuwa watoto wanaokulia katika mazingira yenye utulivu wa hisia hukua na uwezo mkubwa wa kudhibiti msongo wa mawazo na kuboresha uwezo wa kufikiri. Mtoto mchanga anahisi kila hali unayopitia ukitulia naye hutulia, ukimpenda yeye hujifunza kupenda. Katika kila kilio chake kuna ujumbe, katika kila tabasamu lake kuna matumaini. Katika kila hatua ya malezi ya mtoto mchanga kuna nafasi ya kuweka msingi wa maisha yake yote. Tuwapende, tuwalinde, tuwalee kwa maarifa. Usisahau kusubscribe kwenye Moyo wa Malezi kwa content zaidi za kisayansi inayogusa moyo wa kila mzazi na mlezi. Share video hii kwa sababu kila mtoto anastahili mwanzo bora wa maisha. Kwa taarifa zaidi juu ya malezi ya sayansi, tembelea tovuti ya WHO, pia na shirika la Center on the Developing Child, tembelea pia Harvard. Tuandikie maoni yako ni njia ipi kati ya hizi tano inayokuvutia zaidi, au unataka kujadili kwa undani zaidi? Ikiwa umejifunza kitu kipya siku ya leo, usiache kushare na rudia, usiache kulike, usiache kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Tunakujali, tunawapenda watoto. Mungu akubariki wa na kutakia malezi mema. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante.